Sasa barabara ya kutoka Nyahururu kuelekea Rumuruti ilifungwa kutwa leo huku wakazi waliojawa na ghadhabu wa mji wa Jebi wakiandamana wakidai haki kwa mwanamke aliyeuawa kinyama katika hali tatanishi. Susan Nyambura mwenye umri wa miaka 23, almaarufu Maggie, alitoweka tarehe 19 mwezi Oktoba mwaka huu, na mwili wake ukapatikana baadaye katika shamba la mahindi. Wakazi hao waliolalamikia kudorora kwa usalama katika eneo hilo wanawalaumu maafisa wa usalama kwa utepetevu katika kushughulikia hali hiyo. Mauaji ya Susan Nyambura mwenye umri wa miaka 23 ilisababisha maandamano katika barabara ya kutoka Nyahururu kuelekea Rumuruti. Waandamanaji waliwasha moto barabarani wakitaka haki itendeke. Magi ni yatima. Magi ana wazazi, ni kama yatima, kama mimi na Magi uji haso lia vibarua zake huku Magi kupotea tisa andi ingine ya 20 tunaambia Magi yako kwa mahindi kai hoye oh yeah. Alafu na polisi unaenda huko Magi yako hata itibiri sasa, hizi tuko hapa tukia demand justice ya Magi juu misu juu kakesho ni minda kufa, Kenya inaniuma tu ni kifo ya Magi juu alikuwa wa karibu sana na alikuwa msichana na mambo mingi alikuwa tu msichana wa mambo, alikuwa na maneno. Nyambura ambaye anajulikana kama Maggie alitoweka mnamo tarehe 19 Oktoba mwaka huu, mwili wake ukipatikana baadaye katika shamba la mahindi. Uchunguzi wa awali unaashiria alinyanyaswa kimapenzi kabla ya kuuawa, na jamii katika eneo hilo inashutumu asasi za usalama kwa utepetevu, wakisema visa kadhaa vya mauaji katika eneo hilo havijatatuliwa huku Jebi wanaume wameuawa, wanawake wanalipiwa, wanaume wanafanyiwa sodomization na hakuna haki huwa inatendeka. Tukienda kwa polisi, polisi hawafuatilii mambo, tunaambiwa watu inafuatiliwa. Hatujaisikia kuna mtu ameshikwa kwa sababu ya hizo mambo <laughs> Nasema justice kwa Maggie na tunasema kama justice kwa Maggie haitapatikana tutafanya maandamano kutoka leo mpaka ile siku justice itapatikana, aa yeah. Tunataka serikali ifanye kazi, ishike huyo mkora. Wanaume wengine kama wawili ama watatu wameuliwa hii Jebi, hakuna kitu imechukuliwa. Tunashikiwa mambo yenye haina maana, lakini yenye iko na maana atushikwi. Watu sita tayari wamenakili taarifa na polisi huku uchunguzi ukiendelea. Kwingineko, gari la polisi lililokuwa likiendeshwa vibaya lilimgonga mhudumu wa bodaboda ambaye alifariki papo hapo kwenye makutano ya Kusoeo kando ya barabara ya Kabarnet kuelekea Marigat. Wakazi walioghadhabishwa na kifo hicho walidai baadhi ya magari ya serikali yamekuwa yakiendeshwa vibaya katika eneo hilo na wanatoa wito kwa mamlaka husika kuingilia kati na kupunguza maafa barabarani. Serikali ifuatilie hii maneno kwa, kwa, kwa undani ili haki itendeke. Yule ambaye alihusika kwa mambo haya aweze kuchukuliwa hatua ile inafaa, kwa sababu hii ni mambo ambayo maisha hawezi rudi, hawezi rudi vile ilikuwa. Kijana achafanya chochote, kijana alikuwa hasila na kijana ako na watoto yake. Sasa sina siangaa kama viongozi hii kijana watoto yake kijana ataishi namna gani, na sina taka haki katika serikali yetu Hatua itachukuliwa, hatua itachukuliwa kwa sababu hii gari ilikuwa inatoka upande wa Marigat ikielekea hapa na kijana naye alikuwa naenda shughuli zake kutoka town kuelekea upande wa. It is quite unfortunate. tunajua hakuna pole ambaye inaweza rudisha uhai wa huyo kijana Darubeni.